Nilisema kidogo juu ya mbunge wetu Jackson Kiswaga, mbunge wa Jimbo la Kalenga, na ya kwamba yeye uh, hayupo hata kuwepo, lakini juwani atakuja. Na kweli baada ya muda jiwani ameingia. Ni rafiki yetu sana, ni mshirika wetu, ni mhubiri wetu ndani ya Tanzania, na ni mhubiri mwenzao eh, msharika mwenzetu ambaye kwa kweli nasema kutoka moyoni, ni mtu anayependa kujitoa kweli. Tangu nimemfahamu Stephen Mhapa, mheshimiwa diwani, nimeona namna anavyotoa maisha yake kwa Kristo, lakini anatoa na hivi anavyofanya, si kwamba anaigiza, ni mnamjua hiyo. Lakini tangu nimemjua kwa msharika pale Kidamani.